Wapendwa wasikilizaji na watazamaji wa Kipalapala Seminary Online Tv, karibuni katika kipindi chetu cha leo, ambapo tutazungumzia juu ya chimbuko na asili ya ibada ya Rozari Takatifu. Mama Kanisa amegawa siku na mwezi na kuipa nia marumu, ambapo tu, namshukuru, tunamsifu na tunamtukuza Mwenyezi Mungu kwa mema baraka anazotujalia katika siku za wiki, kama haingiliani na sherehe za Bwana wetu Yesu Kristu au sherehe za mama yetu Bikira Maria, sikukuu au kumbukumbu za watakatifu, siku za juma zimepangwa na mama Kanisa ili kuweza kutolea nia mbalimbali kama ifuatavyo. Siku ya Jumatatu imetengwa kwa ajili ya kutolea misa takatifu kwa ajili ya Roho Mtakatifu. Siku ya Jumanne imetengwa kwa ajili ya kutolea misa kwa malaika watakatifu. Siku ya Jumatano imetengwa kwa ajili ya heshima ya mtakatifu Yosefu. Siku ya Alhamisi tunatolea misa kwa nia ya Ekaristi takatifu na kuombea mitume mtakatifu hasa wito wa upadre. Siku ya Jumaa tunafanya misa kwa ajili ya heshima ya moyo mtakatifu wa Yesu. Jumaa mosi tutolea misa kwa ajili ya mama yetu Bikira Maria, na siku ya Dominika tunaazimisha ufuko wa Bwana. Hali kadharika, miezi pia, kila mwezi una nia yake maalumu kuingia mama kanisa alivyopanga. Kwa mfano mwezi wa Januari yani mwezi wa kwanza umetengwa maalum kwa ajili ya jina takatifu la Bwana wetu Yesu Kristo. Mwezi, mwezi Machi umetengwa kwa ajili ya heshima ya mtakatifu Yosefu. Mwezi wa sita Juni umetengwa kwa ajili ya heshima ya moyo mtakatifu Bwana wetu Yesu Kristo. Mwezi wa kumi umetengwa kwa ajili ya ibada ya Rozari takatifu na ni mwezi wa kimisionari. Mwezi wa kumi na moja umetengwa kwa ajili ya kuombea ndugu zetu marehemu walioko toharani na mwezi wa 12 umetengwa kwa ajili ya kwa kumbuka, au kwa ajili ya utoto mtakatifu hasa tunapokumbuka watoto mashahidi. Nimetaja miezi hiyo kadhaa, lakini leo tujikita zaidi kuangalia mwezi wa kumi ambao umetengwa mahususi kwa ajili ya ibada ya Rozari takatifu na ni mwezi wa kimisionari. Heshima ya mwezi huu yaani mwezi, mwezi Oktoba upewa hazi ya ibada takatifu upewa hazi ya ibada ya Rozari takatifu na kuwa mwezi wa kimisionari unatokana na historia ambayo imejikita katika kanisa katika miaka elfu moja mia tano kutokea vuguvugu la Waprotestanti ambao walijitenga na Kanisa. Kutokana na vuguvugu hilo la Waprotestanti kutokea mpasuko, utengano baina ya Wakatoliki na Protestanti, hivyo katika nchi za Ulaya ambazo zilikuwa ni zilikuwa dini moja na zilikuwa na uongozi moja Baba Mtakatifu zigawanyika. Himaya ya Ottoman, yaani Waturuki, walitumia mwanya huo kuivamia nchi za Uraya ili waweze kueneza dini ya Kiislamu kwa vita na upanga, ambapo walilazimisha Wakristu wote wabadili dini yao na kuwa Waislamu, ambapo mwaka 1571 majeshi ya Kituruki yalivamia nchi za Uraya wakianza na nchi ya Italia. Wakati huo Papa aliyekuwepo madarakani alikuwa anaitwa Papa Pio watano aliona kwamba kwa kweli nchi ya Itari na nchi zote za Ulaya hazingeweza kupigana na kushindana na majeshi ya Kituruki kwa sababu ya utengano uliokuwa umejitokeza, lakini hakufa moyo, ajipa matumaini kwamba atashinda hiyo vita. Aliamuru askari wote wa nchi ya Italia wakipewa usaidizi kutoka askari wa nchi ya Hispania kwenda kupigana vita, na katika vita hiyo kila askari aliamliwa kuvaa rozari na kusali. Vita hiyo ilipigana, katika vita hiyo ilikuwa ni vita ya baharini ambapo ilipigana katika kisio kichitwa Lepanto. Wananchi ambao hawakuweza kushiriki katika vita, wazee, kina mama na watoto na wagonjwa, waliamliwa wasali Rozari ili kuomba msaada kwa Mwenyezi Mungu ili askari walioko katika uwanja wa vita waweze kushinda vita hiyo na mwaka 1572 tarehe 7 Oktoba, taarifa zilimfikia Papa Pio watano kwamba wameweza kushinda vita hiyo na kuwasambaratisha majeshi ya Kituruki. Papa Pio watano aliamini kwamba ushindi huo si nguvu uimara au, au weredi wa jeshi lake bali imetokana na msaada na maombezi ya mama yetu Bikira Maria. Hivyo akatenga siku hiyo Oktober, kuwa ya tarehe 7 Oktoba mwaka 1572 kuwa ni sikukuu maalum ya kuazimisha sherehe ushindi waliopata katika mapigano hayo ambapo indio hutokana na msaada wa mama yetu Bikila Maria, lakini Papa Gregory wa tatu mwaka elfu moja mia nane mwaka elfu moja mia tano sabini na tatu alibadili jina la sikukuu hiyo na kuitwa sikukuu ya Mama Bikila Maria, Malkia wa Rozari, ila tarehe ikabaki kuwa vilevile, yaani tarehe saba Oktoba. Na mwaka elfu moja mia nane themanini na nne papa Papa Pio, Papa Leo wa kumi na tatu aitangaza rasmi kuwa mwezi wa kumi na moja utakuwa ni mwezi wa kusali rozari kwa ajili ya heshima ya mama Bikira Maria, hasa akikumbuka ushindi waliopata tarehe 7 Oktoba mwaka 1572 walipopigana na majeshi ya Kituruki. Hivyo basi ibada ya rozari kwa mama yetu Bikira Maria ikaanza kuenea taratibu katika nchi za Ulaya na kutufikia sisi hata sisi huko barani Afrika.